Naye Rais William Ruto sasa anasema kuwa ataboresha taifa la Kenya na kuifanya kuwa taifa lililostawi kutoka kwa taifa linalokuwa kwa miaka thelathini ijayo. Akizungumza alipohudhuria ibada ya Jumapili katika kanisa la AIC Milimani, Rais Ruto amedokeza kuwa alipoingia mamlakani uchumi wa taifa la Kenya ulikuwa unayumbayumba yumba, ila sasa umeimarika pakubwa. Isaac Musyoka anatuarifu. Rais William Ruto ameongoza viongozi wengine kuhudhuria ibada ya Jumapili katika kanisa la AIC Milimani, kaunti ya Nairobi. Rais Ruto akibaini kuwa na mipango ya kuboresha taifa la Kenya na kulifanya taifa lililoendelea kwa muda wa miaka 30 ijayo, akisema kabla hajafikisha umri wa miaka 90 atalifanya taifa la Kenya kuwa na miundombinu iliyoimarika.

Rais amebaini kuwa alipoingia mamlakani, taifa la Kenya lilikuwa na uchumi unaoyumbayumba na ujenzi wa miundo misingi kama barabara kutoka Nairobi hadi Mau Summit itaboresha uchumi wa eneo hilo. I want to encourage all of us to see the future of our country. I have great confidence in the future of Kenya. I have seen what God can do.

Rais akichukua fursa hii kuwapongeza viongozi wote waliochaguliwa katika changuzi ndogo zilizoendelea wiki hii, akisema atashirikiana na wote waliochaguliwa bila y kuangazia vyama waliochaguliwa navyo.